mpya zilizosainiwa na Rais William Ruto sasa zitatoa fursa kwa Wakenya kupigwa faini ya shilingi milioni 20 au kufungwa jela kwa muda usiopita miaka kumi, kwa yoyote atakayechapisha maneno yatakayochochea raia kuharibu mali, kuvuruga amani ama kumvamia mtu yoyote. Sheria hiyo pia ikitekelezwa kwa wanaochapisha mafundisho ya kidini ya kupotosha. Emmanuel Toa anatuarifu kwamba serikali pia itakuwa na uwezo wa kuzima mitandao ama tovuti inayochochea wananchi. Asubuhi ya tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka huu, dakika chache tu kabla ya kutangazia taifa tanzia aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, Rais William Ruto alikuwa na shughuli nyeti katika ikulu ya Nairobi ya kutia saini miswada nane, ikiwemo sheria ya kudhibiti utumizi wa mitandao ya kijamii ya mwaka 2024. Your Excellency the fourth bill. Be sheria hiyo ikilenga kuweka udhibiti mkali dhidi ya wanaotumia mitandao hiyo kuchochea jamii kueneza mafundisho potovu ya kidini na kusambaza semi za kuchochea ugaidi.

Sheria hiyo pia ikiipa mahakama nguvu ya kuzima na kuondoa programu za simu ama kompyuta ambazo zitapatikana kuhusika na uchochezi. Kamati ya kitaifa ya kompyuta na uratibu wa mitandao ikipewa mamlaka ya kufuta mitandao hiyo. Of atakayepatikana akivunja sheria hiyo sasa atapigwa faini ya shilingi milioni ishirini ama kufungwa jela kwa muda usiozidi miaka kumi. Sheria hii sasa ikiibua maswali kuhusu uwezekano wa serikali kukandamiza haki za kidemokrasia na uhuru wa kuzungumza, haswa baada ya maandamano ya jenzi Januari mwaka huu, rais William Ruto alilalamikia utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Rais pia alitia saini sheria nyingine saba, ikiwemo ya ubinafsishaji wa mashirika ya serikali, ikifungua ukurasa wa uuzaji wa mashirika kumi na moja ambayo yamekuwa yakipata hasara. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.